Hivi una mpango gani na huyu mtoto wetu? Anat maana mi sina mtoto namzungumzia. Saidi, Saidi, mi sio mwanangu, nawezi kuwa mtoto, mwanangu kabisa. Ina maana mtoto wa kaka yako wesa, mtoto wako sio mtoto wangu, sina uchungu, sio damu yangu, ni damu ya marehemu kaka. Kama amefanya mpango kupata mtoto ni kaka na mkewe, sio mimi, sihusiki. Yule mtoto sio wa toto kaka. Tanambiaje, mi mtoto wangu, least ningekuwa na mwanangu kta dada huyu m ndo mwanangu sawa, lakini shakuuonyesha huyu ni mtoto wangu ishakukuambia Zanda. Mbona unakuwa una tabia za ajabu? Mbona unakuwa huna yani japo chembia ungwana hata kidogo? Kwanini unakuwa una huruma? Huruma upi ambao wanazungumza nami. Na mimi pia huruma ninayo. Zanda, Hata kama mtoto wa ndugu yako, jua mtoto wako pia. Binadamu, kuna uhai, kuna umauti. Hivi wewe, itokezee una mtoto, Alafu nakuja kumfanyia vitu kama hivi. Unaweza ukaridhika kweli? Ndio kama nilivyokusimulia, kutana na shimiji yako. Na mimi ukizingatia ndio hivyo. Na vyompenda. Kwa mimi si nimemisi. Na ndoa yangu pia nimeimisi shoga yangu. Alafu sijui unanishauri nini. Maana kila mimi na sisi tunaweza kushauri kwa sababu ni ndoa yako. Ni kama yeah, ndoa yote yana kuma oh ai sababu mtu fani na mtu aka hapana. Maamuzi yako mwenyewe. Unaelewa? Kama unamjua bwana anakuingilia kwa kwa namna gani? Kwa nini mimi ni ndoa yako mimi binafsi ndio na kabisajulayando <tipos> Wewe kwanza, ukiolewa heshima tosha basi, navoudugu wangu, mimi sikambia, sina kabisa. Hii ni ndoa yako mwenye binafsi. Nataka <tipos> nikwambie vipi, tambua kwamba jeneza alina matairi, alafu hujui kesho hatima yako, na hujui nani atakuja kukusaidia. Ta jeneza lina matairi Kili si mtoto wangu si damu yangu. Kwa ufupi, labda kama ni damu yako, lakini jua, hujui nani atakusaidia kesho. Usiwe na roho hiyo, ndugu yangu, hiyo ni roho ya kichawi eh? Kwani umelisi wapi tabia hizi mdogo wangu eh? <laughs> Umeamua kutuletea uchulo sindio? no, kuleta uchulo sawa, leta huo uchulo. Maana usijali hata kuhusu sanda na ubao, mimi tayari nishanunua, ninasubiri tu muda wote kuzika, bado kuwalipa tu wachimba makaburi <laughs> waendelea kulia <laughs> najua wataka kulia mara mbili, talia leo na utalia siku ambayo atakaye kufa. Sasa gharama za mazishi niachie mimi kama hauhitaji aama. Ah, karibu mnapika, napika, apashajulana akminipondani. Okay, karibu

tena asante. Umenitia nini? Unajua dada mdogo wako sana ako anadharau. ah! yeye amekunya, sasa mimi eti nikamfulie nguo zake? Hizo ni dharau. Kwa maana hiyo, kama utachukua nguo mfulie, utakuwa mikono yako imekatika, utakuwa mwitu, wewe mwanaume au utakuwa umefungua kitu gani? Labda kwa mimi namfulia yule, kwa nini anaumwa yule? mzima kabisa nbe, bwana mtu, na mtu mzima kabisa, anasimama, mzima. Kwa bwana, mtu mzima kabisa, yule. Kabisa yule. Yule ana afya nzuri kabisa yule, yule anaumwa na mimi. Unajisikia nishike mimi mavi ya mtu mzima nicheze hivi kweli? Tena natengua kauli zako Nachunga ndini yako, usije ukaniambia upumbavu wako. Umenielewa hivi? Wewe mama, hiyo ndo salamu. Nakuwa shida, umemkuta hayupo? e, e, shida, akirudi ha, mwambie kabisa, anitafute kabla sijamtafuta. Tumeelewana? Tumeelewana? Ndio, nimekuelewa. Tamwambie vizuri. Yasipite masaa 24. Umeelewana? Umemenza ngojaanza kunaezo kaendoka kija tamwambie. Ndio hivyo. Unavyojiona unajionaje labda? Au unajisikiaje labda? Unajikuta wewe bonge la nini? La handsome, si ndio? Unajikuta wewe bonge la bwana, si ndio? Sasa nataka nikwambie vipi. Ufua utafua? Yaani hicho mimi ndo ninachoongea. Dadako kufua utafanyaje? Utafua? Haiwezekani mimi niache kazi zangu huku na pilika zangu huku na mambo kibao, nijue ninyi mnakula nini, nijue mimi nakutafutia nini, afu nitoke hapa nije nikae pale tena nifue, si ndio? Kitu gani unachomletea mgonjwa nyumbani toka aumwe? Au msada gani wewe unauleta hapa Yani kwa mgonjwa, msaada gani unauleta hebu niambie. ah. tena mjinga mjinga. Eh, sasa atakuonyesha ujinga wangu kama vitambara vyake sijamtilia moto? Sasa nataka nikuambie, vipi, ole wako mtilie moto, yaani utajua kama maharage mboga au inasaidia, yani mtacha kufanya wembwa wewe, wewe tena chunga Mm? No, mm, mm, Ma na nondo, natoka niambie tena kitu. Nakuuliza wewe tena, hamna maana. Kuna mama pa nimeona kaingia, mongea naye afu katoka hivi, nambia vizuri mama. Ndiyo namfahamu kwani vipi? Hamna, nimekuuliza tu, kwani kuna ubaya? Lazima niishangae kwa sababu, mbona kila anayekuja hujawahi kuulizia kwa nini ye? Hamna, nimekuuliza tu Ana, kama kuna tatizo niambie. Amna ama ana shida yoyote we niambie. Amna bwana dada, hmm. Basi sawa. Yule mama wana mgonjwa mm -hmm. Wao alikuwa uaga nawasaidia saidia kwa alikuja tu hapa ku angalia angalia details za mgonjwa wao, basi ndo amekuja akachukua hivyo tu mm -hmm. Haya bwana, mimi ndo ga mm -hmm. nitoke zangu hapo

Shida nini? Kwani mabema tuko kwangu hapo. Yeye ndo salama. Aina haja salama, ongea shida yako. Ndio tukazungumzie ndani na mwongeze na wewe. Mazungumzo gani? Nataka nikazungumze na wewe ndani. Haiwezi gani kama unaongea tu hapa hapa ongea? Pole sana. Nikishinda kuzungumzia hapa. Bas, mimi nitaondoka zangu. Kama una mazungumzo na mimi, mimi niache naondoka. Ndio nakusikia. Sasa hebu nisikilize. Ina maana mimi na yeye mahusiano yetu yapo ama ndo hayapo? Au ndo mkeo amerudi? Mbona sikuelewi? Mi nimekuita hapa, kuna kitu nataka unisaidie, ukaongee na mume wangu anisamehe, kama kuna sehemu nilimkosea. Najua watakusikiliza kwa sababu ni rafiki yako, nakuomba. Kwa hiyo kipindi mnaachana, mlinipa taarifa Najua tukupa taarifa wakati tunaachana, ila wakati huu wakurudi, naomba tu mi unisaidie. Kwa hiyo shimiji yangu kwa mimi nikusaidie, mimi najua mliachana kisa nini? Au mniachana kwa matatizo gani? Kwa nini nataka kunifanya mimi namba sita, si ndio? Sawa, basi, naomba na mimi nikwambie kitu kimoja tu. Nataka jibu hili moja kwamba mimi na yeye tuna mahusiano au hatuna, kila mmoja nijue ninafanyaje na kila mmoja afate mambo yake. Sawa, haijalishi haijalishi, usizisikilize. Utaona namba yangu kwenye simu yako, na kupigia au nakutafuta wala testi yoyote. Kwanzia leo, mimi na wewe kila mmoja afanye mambo yake, mi nitafanya yangu, na wewe fanya yako, tusijuane ni wachezeshe hivi shemeji, una akili kweli wewe? Kicho chako kinafanya kazi kabisa? Leo hii nimfuate eti rafiki yangu nimwambie eti oh, si atanichukuliaje? Atanichukuliaje mimi na sijui amekuacha kwa sababu gani? Kwamba nakuchukulia kwamba tu nimekudharau hapana. Mi nimekuja hapa kwa sababu ni rafiki mkubwa wa mume wangu Nami nahitaji kurudi kwenye familia yangu. Naomba unisikilize shemeji, kitu kimoja, sitaki upumbavu wako ujirudie. Lama, mdogo wangu, Lama vidada, mara ngapi nimekwambia sitaki kuniita leo jina la Lama. Hupendi kunielewa nisikize, nikwambie nakuitalama kwa sababu una tabia kama za marehemu babu yako, na ndio maana nakuitalama siku hitizanda eh? kwani mdogo wangu, una shida gani au una tatizo gani eh? Kwanini kila siku, mdogo wangu, nasema we, nasema mpaka we. Kwanini unielewi? Kwani nakuwaje, mdogo wangu? Hebu nambia, una tatizo gani? Maliza, sijamaliza endelea. Yaani sijui hata niseme nini hivi eh? Mdogo wangu tabia hizo utaziacha lini? Kila siku Zanda, kila siku Zanda we Zanda wanamna gani? Au Zanda we umazaliwa vipi, kwani labda usoelewa hivi eh? Zanda umefikia hatua kunikorofisha mimi mpaka kwenda kukorofisha mapenzi ya watu kweli. Jana kuna mdada watu kaja, analia analalamika, anasikitika, ananiambia mdogo wako alichonifanyia. Sina hamnacho. Kwani unapenda kuharibu ndoa za watu eh? au we nani? Au we unajikuta nani? Kompresa yako mbovu, unajua eh? Kwenye maisha, ukweli waga unauma, lafu mii sio mnavi nda kampesa, sio mnanini ukaombe msamaha kipindi mnapendana sijui i mnatuana barua sijui mpaka mnaoana sijui, yaani leo mmeachana, unanifata hiyo, enda kwa mtu fulani kaniombe msamaha ie mjumbe njio. Mimi isobali kwangu mimi siwezi, unafahamu kabisa. Dada, mimi nimenyoka kama rula, mimi napendaga sana ukweli, sio mtu wa kuvungavunga. Mi nimeongea ukweli kwa manayo, wewe mtaalamu wa mawiyo Unachokipata unakibeba unakipeleka, si ndio? penzi penzi la kuachana? Wewe umeona wapi mapenzi watu wanawachanaachana? O dada, mapenzi ni siri, mapenzi ni upendo, mapenzi ni kibali. Hakuna kibali kinacho katika ovyo ovyo, huo si upendo bali ni unafiki. Jua hizo tabia sio nzuri, mdogo wangu. Ukiona mambo ya watu waache kama yalivyo, hata kama wewe kweli umenyoka kama luha kuna vitu vingine achana navyo, angoso mwachie ngoso, akizama kwenye maji kwa ngoso, ngoso. Wazee kwenye kwenye, kwa wazee, kwa wamepishana. Kuna mmoja akasema haraka haraka ina baraka, mwingine mwingine akasema ngoja haraka haraka kuna baraka au ngoja ngoja umeza matunda. Sasa yupi hapo unamfuata? Huoni kama ushasababisha matatizo makubwa wewe eh? Umeona kama unamsaidia kwenda kumpa yale, kama unatatua tatizo, hujui kama ndio tatizo limezidi, mpaka mtu anatoka huko anamikatanini kwamba mtu analalamika, anasikitika. Huoni eh? kama ushasababisha shida kubwa sana. Dada, usigombane huyu alokufata wewe, ukikutana naye ambia nifate mimi.